Baadhi ya wananchi waliobomolewa kuta za nyumba zao wamedai kuwa zoezi hilo limetekelezwa bila wao kushirikishwa. Vitu vyangu vyote viko nje, ni bomobo, yaani ni kwa msingi, ni bomoabomoa isiyokuwa na taarifa, kama vile mkimbizi, kwa sababu mtu ambaye hana halali anaweza aka, akaambiwa akafanywa chochote, lakini mimi ni Mtanzania ambaye naishi, vitu vyangu vyote viko legal na hawajaangalia chochote cha kisheria wamebomoa na, na sheria tu yenyewe ya barabara ya kutanua barabara wangezingatia hawajazingatia. Sisi asubuhi tulikuwa tumelala tukasikia yani kuna kama vile kuvunjiwa vunjiwa. Sasa kuamka kuangalia tunakuta ni wananchi wameanza kuvunja yani hapa kwetu walianza kutuvunjia fence. Sasa tukauliza pia mnavunja nyumba? Lakini diwani pia alikuwepo hapa na mwenyekiti na balozi wetu. Balozi wetu tukamuuliza inakuwaje? Akawa amewaambia hao ambao wanaishi eneo hili hapa watoe vitu vyao ndani na wenyewe wanatakiwa wafanye nini wavunjiwe. Akizungumzia sakata hilo, mwenyekiti wa serikali ya kitongoji hicho Bwana Loshie Kimani amesema tatizo hili la barabara ilikuwa la muda mrefu sana, ni miaka karibu mitano imepita. Sasa kila mwenyekiti atakayekuja wananchi wanamwambia tunataka barabara ipanuke lakini wanashindwa kufanya kazi. Mimi nimechaguliwa juzi, sina miezi mitano, lakini nilipoingia madarakani zoezi la kwanza lilikuwa nalia na barabara ni kawaida ya wananchi kwamba tutashirikiana kwa pamoja ili tuweze kufunga hizi barabara ni, barabara ni finyo sana. Tukasema kwamba ili tuweze kupitisha barabara, nani mitaro ni, la, ni lazima tupanue tusogeze kuta ambazo ziko barabarani lakini pia fensi au kitu chochote ambacho kinakiwa kinakuwa kizuizi kuzuia mtaro usipitishwe. Bwana Eric Semboja ni diwani wa Kata Waloran yani, kilipo kitongoji hicho cha Olosiva. Tunachotaka Olosiva sisi ni maendeleo hatuwezi kukaa kama viongozi tuliochaguliwa na wananchi haya kero ya barabara imekuwa ni kubwa, muda wa miaka mitano kila siku barabara barabara, na kuna watu tu wachache ambao kimsingi wao ndio wana ndio wanaharibu barabara zetu. Kwa hiyo tukawa tumejumuika wote kwa pamoja kuweza kupanua barabara na kufungua barabara, kubomoa kuta ambazo ziko barabarani, e, pamoja na kuchimba mitaro.